Habari, kwa majina naitwa Glory Njau, niko katika kitengo cha ushonaji katika Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Katika kitengo chetu tunatoa huduma za nguo mbalimbali mbali. kwa mfano nguo za theater, koti za daktari, nguo za nurses theater, gauni draper na nyingine nyingi. Kwa mfano tuna mashine yetu hii hapa ni kwa ajili ya kuweka nembo mbalimbali katika uniform zetu pia matisheti na pia mtu yeyote anayetaka huduma hii atakaribishwa kwa ajili ya kuweka nembo katika nguo zao kwa ajili ya makampuni. Pia tunatoa huduma za watu binafsi. Kwa mfano kampuni yote itakapoleta nguo, tutawashonea kwa wakati na kwa muda sahihi uliopangwa. Katika kitu tunachojivunia, mteja wetu anapata nguo kwa gharama nafuu, kwa wakati sahihi na pia kwa muda mfupi.